Kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao ya kijamii ni ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin nchini India na kuzua gumzo pia kutokana na warenti ambayo iliyotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC nchini Holandi, ambayo warenti hiyo inamtaka rais wa Urusi aweze kukamatwa na kufikishwa mahakamani kutokana na tuhuma ambazo zinamkabili kufuatia vita ambavyo vinaendelea kati ya Urusi na Ukraine, akituhumiwa rais wa Urusi kuwahamisha watoto wa Ukraine kwa nguvu na kuwapeleka nchini Urusi na tuhuma nyingine kutokana na vita hivyo. Jambo ambalo linawakera wale ambao wanaotaka rais wa Urusi aweze kukamatwa ni kumwona rais Putin akifanya ziara nchini humo India bila ya hofu yoyote. Kwa wale ambao wasiofahamu ni kwamba India sio mwanachama wa ICC. Hivyo basi rais wa Urusi Vladimir Putin na mtu yoyote ambaye anakabiliwa na tuhuma na kutoka mahakama hiyo anaweza kutembelea India na asiweze kukamatwa. Utakumbuka ya kwamba mnamo mwezi Machi mwaka huu 2025 aliyekuwa rais wa Ufilipino Duterte aliweza kukamatwa nchini Ufilipino katika uwanja wa ndege nchini humo mjini Manila na kuzuiliwa kwa muda na baadaye kupelekwa nchini Uholanzi ili aweze kuhukumiwa katika mahakama hiyo iwapo atakutwa na hatia, kwa kuwa anatuhumiwa. Rais Duterte alikamatwa baada kutuhumiwa ya kwamba anaendesha mauaji dhidi ya watumiaji wa madawa ya kulevya, huku ikitajwa kuwa anafumbia macho kuhusu wauzaji wa madawa ya kulevya wale ambao wanaofanikisha bidhaa hiyo haramu kuingia katika jamii Ufilipino, na inatajwa kuwa ni watu wenye uwezo mkubwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa na kiuchumi nchini Ufilipino. Ndio maana rais Duterte alikuwa akishindwa kukabiliana na wahusika namba moja ambao wanaorahisisha biashara hiyo kuingia nchini humo Filipino mitazamo tofauti kufuatia kukamatwa kwa rais huyu wa zamani wa Ufilipino. Inatajwa kwamba alikamatwa na askari polisi ambao aliokuwa akiwapa oda kwenda kuwakamata wale ambao waliotajwa kuwa ni watumiaji wa madawa ya kulevya, na wakati ambapo serikali ilipobadilika nchini Ufilipino baada ya uchaguzi, wale wale ambao waliokuwa wakipewa oda na rais wa Ufilipino ndio ambao waliofanikisha kukamatwa kwa Duterte akiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Manila. Sasa kuhusu rais wa Urusi Vladimir Putin nchini India, India haiwezi kumkamata rais Putin na kumfikisha katika mahakama hiyo kwa kuwa India, kama mataifa mengine, sio mwanachama katika mahakama hii ya uhalifu wa kivita ya kimataifa ICC, kama yalivyo mataifa mengine ulimwenguni. Baadhi ya mataifa super power kama vile Marekani, Urusi, China, Uturuki na Israel. Unasemaje kuhusu mataifa mengine ulimwenguni ambayo hayataki kujiunga na mahakama hii aidha, yanaonyesha kudharau kabisa maamuzi ambayo huwa yakichukuliwa na mahakama hii kimataifa? Tuachie mtazamo wako.